Elimu hii ya afya ni baada ya taasisi na wadau mbalimbali wa maendeleo kufikisha huduma hizi kwa karibu na wananchi ikiwemo uchunguzi na matibabu ya awali. Leo hii tutakwenda kuzungumza ni kwa jinsi gani huduma za uchunguzi wa magonjwa ya kuambukiza na yasiyo ya kuambukiza zimefanyika jijini Dodoma. Tunao furaha kubwa leo kuweza kuwa na mkurugenzi. Kupitia Afya Check, ni nafasi adhimu kuweza kusikia ni kwa jinsi gani zoezi la uchunguzi wa magonjwa haya limekuwa na mafanikio katika maeneo haya ya Dodoma. Tuweze kufahamu ni kwa jinsi gani wananchi wameitikia mwitikio huu muhimu. Dr Isaac Maro, karibu sana leo elimu ya afya kwa umma, na tunao furaha kubwa sana leo kuweza kuwa na wewe, kuweza kutazama haya kwa mapana zaidi, ni kwa jinsi gani wananchi wamenufaika na huduma hii ya elimu ya afya na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa tofauti yanayofanyika hapa Dodoma. Karibu sana daktari. asante sana. Asante Amos. Um, ni heshima kubwa sana. Yes. Kwanza na shukuru leo nimekuona. Naam, asante sana pia. Eh. Hongera kwa kazi kubwa unayoifanya. Hongera pia. Wewe mwenyewe. Naam. Lakini hongera nyingi sana naomba uzifikishe kwa wizara yetu. Asante. Kwa sababu uh, wizara yetu ikiwa ni wizara muhimu mno nchini kwetu imekuwa inafanya kazi kubwa sana. Yes. Hongera nyingi sana kwa kupitisha bima ya afya kwa wote. Eh, bima ya afya kwa wote ni kitu ambacho tumekuwa tukikizungumza kwa miaka na miaka na sasa hivi tunakiona kweli kinatekelezwa kusema mm. kweli hongera nyingi sana mm. kwa Mheshimiwa waziri, lakini kwa kubwa kabisa mm. kwa Mheshimiwa rais Naam. kwa sababu bila yeye kuwa na haya maono na kuhakikisha kwamba yanafikiwa pengine tusingekuwa nayo mm. Yaani sasa hivi tunaona hata mitaani jinsi ambavyo eh, kelele zinaendelea na jinsi ambavyo movement zinatokea, tunafurahi Naam. kwa sababu amo sisi kama Afya Check mm. tumekuwa tukifanya kazi na community yes. kwa miaka mingi sana sasa exactly. na right. kupitia taasisi yetu ya Afya Check mm. tumekuwa tukifika maeneo mengi mno Sawa. na kazi yetu kubwa kama Afya Check ni kufanya health promotion tunatoa elimu ya afya, na tunatoa pia not only elimu, tunatoa pia huduma za afya ndio. Na sisi tunafanya vitu vyote hivi kwa bure kabisa, na maeneo mengi ambayo tumefika, tumekuwa tukikutana na wananchi ambao lalamiko lao liko moja tu ndio. Gharama za afya ni kubwa sana hmm. Tunatamani serikali ifanye kitu. Gharama za afya ndio ilikuwa malalamiko ya maeneo yote. Sawa. Lakini tunaishukuru sana serikali ya awamu hii hmm. kwa sababu chini ya Mheshimiwa Rais wetu uh, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Yes. Am, amepitisha sasa, yaani tunaona kinakuja kutokea sasa, kweli nafuu inakuja kupitia kambi hizi. Tumegundua kwamba ni muhimu sana kwa wananchi kupatiwa huduma za afya tena za gharama nafuu, kwa sababu bahati mbaya, naisema bahati mbaya, Amosi, kwa sababu kweli ni bahati mbaya. Sisi kama taifa tulizoea sana magonjwa ya kuambukiza na tumeishi nayo, na kwa namna moja ama nyingine, hata namna yetu tunavyodili na magonjwa tumekuwa tukidili nayo kwa approach ya magonjwa yasiyo ya, ya kuambukiza, no, magonjwa ya kuambukiza. Lakini magonjwa yasiyo ya kuambukiza ni magonjwa ya tofauti sana. Yes. Kwa sababu ni magonjwa ambayo yanaanza taratibu sana na hayaondoki. Yanachukua muda mrefu e, kwa hiyo kadiri siku zinavyoenda ndivyo magonjwa haya yanavyozidi kuwa makubwa na ndivyo gharama za kuyatibu zinavyozidi kuwa kubwa, yeah. Alafu napendaga kusema huu msemo wa Amos, ambapo yule anayeugua ndivyo nguvu zinavyozidi kupungua. Yaani anaanza ya ukiwa na nguvu, yanachachama ukiwa huna nguvu. Kwa hiyo tunaamini kwamba hii bima ya afya itasaidia sana kwa sababu watu wengi sana wanaugua magonjwa yasiyo ya kuambukiza na kupitia kambi, kwa mfano kambi hii ya Dodoma ambayo leo hii ndo tunaimaliza. Uh, tumekaa hapa siku tatu. Uh, leo ndo tunamaliza e, kuanzia tarehe sita, tarehe saba na leo tarehe nane tunamaliza yeah. mm. tayari kwenda mkoa mwingine yes. tumeshuhudia watu wengi sana wamekuja hapa na wengi wana magonjwa yasiyo ya ku wengine hawajui, ndio kwa mara ya kwanza wamejua hapa kwa sababu kambi yetu sisi ni bure, ni bure, ni bure, ni bure, Laki... ni bure kumwona daktari, ni bure kufanya vipimo, ni bure na dawa ni bure. Wengi wameugundua lakini alikuwa, kuna kitu alikuwa yes. sio Kwa hiyo, anasema, tu mbona mimi, kwa na dalili fulani kuna kitu anakisikia ambacho sio, nilikuwa naumwa sana kichwa lakini mm. nakunywa tu dawa Kwa hiyo, alikuwa, alikuwa kwa kifupi waiida hospitali nilikuwa na hospitali, sina uwezo mm. Kwa hiyo kupitia kambi hii kwa mfano ya Dodoma tumeweza kuibua watu ambao wana magonjwa yasiyo kuambukiza, lakini sio tu hivyo, tumeweza pia kuwa link na maeneo ambao wanaweza wakapata huduma yes. Um, kambi hii ya Dodoma imefanyika kwa ushirikiano wa karibu sana na ofisi ya mganga mkuu wa Dodoma, lakini pia tumefanya pamoja na hospitali yetu ya rufaa yeah. ya mkoa, lakini pia tumefanya na hospitali ya Benjamin Mkapa yeah. Tumefanya na hospitali ya Aga Khan yes. Na pharmacies nyingi sana za Dodoma mm. Kupitia kambi hii tumeweza kuwa kuwalink waliokutwa wana magonjwa kwenye hospitali ambazo wanaweza kupata huduma moja kwa moja, na hii inapunguza gharama, Amos yeah. Unajua, sisi kutokana na kutokufahamu wapi uende, mm. unakuta tunazunguka sana nah. Na kote huko tunatoa fedha mpaka mm. tunapofika kwenye solution yes. unakuta fedha imeisha. Kwa hiyo tumewalink na maeneo sahihi na wote karibu wame, wataenda katika hayo maeneo sahihi ili kuendelea kupatiwa tiba. Ila kikubwa pia tunatoa elimu hmm, kwenye kambi zetu sisi, wakati huduma inaendelea, wale ambao bado wanasubiri huduma wanafundishwa, wanafundisha kuhusu hmm, magonjwa sio ya kuambukiza, kuhusu magonjwa ya kuambukiza. Kwa hiyo hiyo pia imefanyika na watu wamepata elimu ya wa kutosha kabisa. Ndio hmm. na Dr Isaac, pengine tungeweza kufahamu namna ambavyo watu wamejitokeza, na umetueleza hapo kwamba huenda wananchi bado hawajapata taarifa hizi za kwamba yeye ana tatizo gani kwa wakati fulani, pengine idadi kubwa ya watu ipo kwenye magonjwa gani, na labda kwa maoni au ushauri wako watu wachukue hatua zipi kabla ya kufikia hatua labda mtu kashapata tatizo na hajui afanye nini? Um, ugonjwa unaongoza kupatikana kiukweli kwenye kambi hmm, hii ya Dodoma na nyingine nyingi ambazo tumezifanya ni shinikizo la juu la damu, yaani huu ni ugonjwa ambao tunauona mara zote kwa wingi, na katika wengi ambao ndo wanakuja kugundua mara ya kwanza wanaugua, wengi huwa ni kwenye shinikizo la juu la damu, na hii inashabihiana na, na takwimu za dunia, sio Tanzania peke yake. Ndio maana shinikizo la juu la damu limepewa jina lake la utani, inaitwa silent killer. Ni ugonjwa ambao ukiwa nao huwezi kujua, na mara nyingi dalili unazozipata huwezi kuzichukulia kwa umakini, kwa sababu ni kichwa kuuma, sijui unaona, mtu anajua kali hmm, pengine pia daktari, ungezitaja watu wasifahamu dalili zake ni zipi hasa? Kwa bahati mbaya shinikizo la juu la damu alinaga dalili, dalili hey, za awali sana sana, labda ni kichwa kuuma basi, lakini of course baadaye ikiwa kubwa, unaanza kuona ikija kuja kuathiri moyo, unaanza kusikia mapigo ya moyo, unaanza kuwa unajiona kuchoka na vinginevyo, lakini mwanzoni huwa hakuna dalili ndio, na ndio wengi wanapopitia. Kwa hiyo hiyo tunaiona, lakini kisukari ni ugonjwa ambao pia tunauona sana kupitia kambi hizi na kwa magonjwa yasiyo kuambukiza. Baada ya hapo of course kuna cancers, lakini cancers tayari unakuta watu wengi walishajua na, na, na, na hiyo ndio tunayoiona sana. Ila kwa ukweli kabisa shinikizo la juu la damu tunaliona sana na tunaliona sio tu kwa watu wazima, tunaona hata kwa vijana ambao kimsingi wanajiamini kwamba hawana changamoto yoyote kiafya hmm. Na daktari, pengine ni maeneo gani pengine mnataraji kufikisha zoezi hili na labda pengine wananchi watarajie nini, namna ambavyo taasisi imejipanga kuweza kufikisha huduma hizi eh, karibu na jamii husika ya mkoa? Asante Amos. Um, leo hii ndo tunamaliza Dodoma ikiwa ni tarehe 8 Februari. Baada ya hapa tunaelekea Tanga, ambapo Tanga tutafanya kambi yetu tarehe ishirini ishirini na moja ishirini na mbili na hii itakuwa Tanga mjini mpaka uh, sasa tunajaribu kuzungumzia uwanja wa Usagara. Ndiyo lakini of course, hii bado iko kwenye mazungumzo ila baada ya hapo tutaelekea Moshi Kilimanjaro, ambapo kambi itafanyika tarehe 27 28 Februari na tarehe moja Machi. Kwa hiyo ni hiyo weekend ya tarehe 27 28 na tarehe moja alafu baada ya hapo tutaenda Mwanza ambapo Mwanza kambi itafanyika weekend itakayofuata ambayo ni tarehe 6 7 8. Baada ya hapo tutakwenda kufanya kambi ya Dar es Salaam ambayo hiyo kambi ya Dar es Salaam itafanyika kuanzia tarehe Uh, kambi ya Dar es Salaam huwa ni siku nyingi kidogo, huwa yeah. Ni ya siku kumi mm -hmm. kwa hiyo itaanza tarehe 24 mpaka tutakapomaliza. mm -hmm. kwa hiyo kwa wakazi wa mikoa hiyo husika, tunatamani sana muwe mmejipanga, mnatusubiri uh, kwa sababu nzuri pia kambi hatufanyi peke yetu. Uh, tunafanya na wizara yetu ya afya lakini pia tunafanya na TAMISEMI wakiwa na wanaratibu uh, tunafanya kwa ukaribu sana na ofisi za waganga wakuu wa mikoa o mikoa yote hii husika tutafanya na ofisi za waganga wakuu wa mkoa na tunafanya na hospitali za mkoa w husika. Kwa nini sasa, e, tunafanya hivi? Kwa sababu pia tumejifunza kupitia kambi hizi kwamba ukifikisha madaktari kutoka mbali, Ndio. madaktari wakaondoka, wagonjwa wanashindwa kujua waende wapi. Kwa hiyo tunatamani sana hata hospitali za mikoa zitupokee, tushiriki nazo kwa sababu wagonjwa wakiweza kupata kumwona maana daktari wanayemfahamu, inatengeneza continuity nzuri sana of care. Sasa kwenye magonjwa yasiyo ya kuambukiza, ambayo hayo hayaishi leo. Kwa hiyo ina maana akikutana na Dr. Isaac leo kupitia kambi na Dr. Isaac ni, ni daktari wa, wa mkoa e, yuko hapa rufaa, maanake ni kwamba hata nikija wiki ijayo na wiki zinazofuata nitakutana na Dr. Isaac atakuwa yeah, ni daktari wangu kwa hiyo itasaidia zaidi namna ya kumanage changamoto zangu mm. na itasaidia zaidi kutengeneza namna ya kutibiana vyema. Asante mm. sana san, daktari, ili kuendelea kudhibiti magonjwa haya pengine ushauri wako ni nini kwa Watanzania kuweza kuchukua tahadhari ili kuweza kupunguza wimbi la magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza ambayo yamekuwa akitumia gharama kubwa hasa katika upande wa matibabu? Cha kwanza kabisa ni lazima tukubaliane kwamba magonjwa yasiyo kuambukiza yapo. mm -hmm. Unajua, historia ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza imetufanya tukafika hapa, tumechelewa. mm -hmm. Yalikuwa yanaaminika ni magonjwa yanayowapata watu fulani, watu wenye uwezo, watu ambao wako kwenye nafasi fulani, tukaweza kugundua kwamba yanatupata kila mtu, si ndio? yes. kwa hiyo kwanza, mm -hmm, nikukubali kwamba haya magonjwa yapo. mm -hmm. Tukikubali kwamba haya magonjwa yapo, maanake tunakuja kwenye hatua ya pili ambayo ni ya muhimu sana ambayo ni kubadilisha tabia, mtindo wa maisha. Mtindo wa maisha, aina ya maisha tunayoishi, yana yanachangia sana kupata haya magonjwa. Kuna mtu alisema kwamba kijana wa leo anakunywa pombe nyingi, anakula wanga mwingi kama alivyoona kwa watu waliomtangulia. Yes. lakini alichosahau ni kwamba yeye ana gari anatumia kompyuta hajawahi kugusa jembe yeah. Hajawahi, unaelewa hiyo point? Tabia bwete e, tabia bwete hmm. Kwa sababu ndivyo ilivyo, yeah. Sasa nadhani kwamba tuko kama zamani, lakini anadhani kwamba zamani, hapana, zamani wazee walikuwa wako very active, sisi hatupo active. Kwa hiyo kwanza ni kubadilisha tabia, tabia bwete kuachana nayo, kushughulisha miili yetu, si ndio eh? Kufanya mazoezi, si ndio eh? Maendeleo yamekuja vizuri, Amos, tuna bodaboda sasa hivi kila kona kuna boda. Kwa hiyo kuna mtu ambaye, yani, akichomoka nyumbani kwake boda iko kwa hapo nje. Anadandia boda anaenda. Anapoenda ni muhimu kuweka katika ratiba yetu ya siku ufanyaji wa mazoezi, ni muhimu kuangalia unachokula, ni muhimu kupunguza. Kwa mfano wewe unafanya kazi ambayo haihitaji nguvu nyingi, kwa nini ule wanga asubuhi, mchana na jioni? kazi yako wewe ni kutype kwenye kompyuta. Eh, anaendesha guta akila hivi ni sawa, kwa sababu anahitaji energy, ingawa naye pia anatakiwa ambio na ale, ale vipi. Kwa hiyo hiyo ni muhimu sana kuangalia tule kwa namna ambavyo tunahitaji, si ndio eh? Na tatu ni muhimu sana kuwa pia waangalifu wa vizazi tunavyovitengeneza. Hii inaendaga kidogo, kwa sababu tunajua kuna sense za genet genetics, si ndio? Kuna magonjwa sio ya kuambukiza ambayo yanatokana na vinasaba ya kurithi kwa ni muhimu pia kuleta hiyo component pia kwenye fikra zetu na kwenye maisha yetu ya kila siku. Tunazungumzia, tunazungumzia kwa mfano Selimundu. Mama yetu Profesa Makani kupitia program mbalimbali wameleta hadi vipimo vya kupima DNA kama tunajua kama tuna sickle cell. Ili uweze kujua kama una sickle cell na sababu yake, na una uwezo wa kumrudisha mtoto sickle cell, una uwezo wa kujipanga na mwenzako. Kwa kifupi ni kwamba pia lazima tujielimishe. Na hii pia unaweza kuzungumza na wanandoa. Umuhimu wa ku fanya uchunguzi mapema kabla ya kuoana ili kuweza kuzuia yeah, tatizo la, la ugonjwa wa Selimundi. Ndio, na nachokisema kwamba hmm, pia ni muhimu kuyajua haya magonjwa na namna hmm, ya kujilinda nayo, kwa sababu kuna namna ya kuzuia haya magonjwa ya yasitupate sisi, kwa sababu sayansi imeshafika huko. Kwa hiyo tuwe tuna elimu ya kutosha, tujifunze na tuchukue hatua za kujilinda kulingana na hizi changamoto. Kwanza ninashukuru mmetutembelea kama nilivyosema mwanzo, hongereni kwa kazi kubwa mnayoifanya, na najua mnatakiwa kila mahali. Kwa ujio wenu tayari unatusaidia sisi kwenye kuleta promotion zaidi kuhusu hizi kambi, lakini ningependa kuambia Watanzania tuendelee kufuatilia vyombo vya habari, kwa sababu sisi kambi zetu tunazitangaza kupitia vyombo mbalimbali vya habari, lakini pia tunaamini kwamba ndio tutatembeleana zaidi na zaidi. Kwa hiyo ninaamini kupitia pia pages hizi Uh, tutaendelea kufahamishana wapi tunapoenda. Yes. Ila kwa awamu hii ya ratiba ni kama nilivyosema tarehe 20 mpaka 22 tutakuwa Tanga. Tarehe 27, 28 na tarehe 1 Machi tutakuwa Kilimanjaro. Tarehe 6 mpaka 8 tutakuwa Mwanza, na tarehe 24 kwenda mbele tutu, mwezi Machi tutakuwa Dar es Salaam. Dr. Isaac mimi nikushukuru sana sana na kila laheri katika kufanikisha hili. Mtazamaji ni Dr. Isaac Maro kutokea eh, shirika lisilo la serikali ambaye yeye eh, anajihusisha zaidi na uchunguzi na matibabu ya magonjwa tofauti tofauti, eh, ni mkurugenzi kutokea Afya Check. Leo tumezungumza mengi katika namna bora ya kuweza kufanya huduma za uchunguzi, lakini pia matibabu. Ndio maana tunasema kinga ni bora kuliko tiba, maana ndio maana Afya Check wameamua kuwafikia Watanzania kuwafikishia elimu lakini pia na uchunguzi wa magonjwa tofauti tofauti. Afya yako ndio mtaji wako. Unapofanya maamuzi leo, ni kwa ajili tu kuweza kuthamini afya yako ili kuweza kuilinda kesho yako, kwa sababu magonjwa yasiyo ya kuambukiza ni magonjwa ambayo hayatambuliki kiurahisi, lakini pia ni magonjwa ambayo huathiri vijana wengi, kwa sababu kijana katika hatua za ujana anakuwa bado hajui maamuzi gani sahihi ya kufanya kwenye afya yake, na ndio maana Afya Check wameamua kukufikishia huduma hii karibu na ulipo. Fanya maamuzi leo, tembelea katika maeneo ambayo Dr. Isaac ameyazungumzia kwenye hiyo mikoa ambayo kahitaja, uweze kuchunguzwa lakini pia kushauriwa kwenye eneo hili la afya yako. Elimu ya afya kwa umma tuko hapa kuweza kukufikishia elimu ya afya, lakini pia taarifa tofauti kuhusu afya yako. Mimi naitwa Amos Makitalu. Usikose kufuatilia kupita mitandao yetu ya kijamii kwenye Instagram, Facebook na TikTok, ukiandika elimu ya afya kwa umma. Baki na sisi.